lakini Tanzania ya ng'ara kimataifa mwenendo mzuri wa kiuchumi. Tanzania ya ng'ara kimataifa mwenendo mzuri wa kiuchumi. Lakini habari kubwa ni inasema ubongo wa Kardinali Pengo si wa kawaida. Hiyo ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti laku na Nipashe inasema ubongo wa Kardinali Pengo si wa kawaida. Lakini SMZ yachunguza adhabu kali katika shule ya sekondari. SMZ yachunguza adhabu kali katika shule ya sekondari. Lakini makala maalumu, mikopo mtandaoni yajaa ahadi tamu na maumivu. E, makala mtandaoni, mikopo mtandaoni yajaa ahadi tamu na maumivu. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la kuna Nipashe. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini mmiliki dereva daladala kizimbani, ajali iliyoua trafiki. Mmiliki e, na dereva daladala kizimbani ajali iliyoua trafiki. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mbele. Lakini tukichana gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mbele, tuangazie kwenye gazeti lako la Mwananchi yenye linaanza habari inayosema maisha ya kuigiza yanavyoathiri wengi kwenye ndoa. Maisha ya kuigiza yanavyoathiri wengi kwenye ndoa. Lakini kuna habari inayosema umuhimu wa nidhamu ya fedha kwa watoto na vijana. Umuhimu wa nidhamu ya fedha kwa watoto na vijana. Lakini Dr. Slaa aona ugumu wa maridhiano katiba. E, Dr. Slaa aona ugumu wa maridhiano katiba. Lakini Pengo aenda na msimamo wake. E, Pengo aenda na msimamo wake. Lakini kuna habari inayosema Karume Dr. Sheni wasimamia mazungumzo CCM ACT Wazalendo. Lakini Profesa Lipumba angoka rasmi kafu. E, Profesa Lipumba angoka rasmi kafu. Hiyo habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Mzalendo lenye asubuhi eh, ya leo linaandika habari inayosema miradi ya uwekezaji 597 yatoa ajira zaidi ya Zanzibar. Habari inaendelea ukurasa wa 15 kwenye gazeti lako la za Mzalendo kwenye kurasa za mbele. Lakini Mwigulu akoleza moto uwajibikaji eh, hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mzalendo. Lakini kiongozi aonya janjajanja masoko ya mwanga Katonga. E, kiongozi aonya janjajanja masoko ya mwanga Katonga. Lakini wito makini kwa watumishi e, wa serikali kuacha kuzoea shida za wananchi. Lakini serikali yatoa hofu ajira, e, serikali yatoa hofu ajira nje ya nchi yule habari kwenye gazeti lako la Mzalendo kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Zanzibar za leo linatuandikia habari ya sababu mkataba eh, kuisha urithi Zanzibar za wasainiwa. Lakini SMZ yalipa shilingi bilioni 38 fidia ujenzi wa miundombinu. SMZ yalipa shilingi bilioni 38 fidia ujenzi wa miundombinu. Lakini Tanzania na Hungary kuendeleza ushirikiano. Yule habari inapatikana kwenye gazeti lako la Zanzibar za leo, huku biashara Tanzania na India yafikia eh, trilioni ishirini na moja nukta tano lakini bado kuna habari kubwa inayosema waumini wa Kiislamu wapata, eh, wapatao zaidi ya elfu themanini wasali Al-Aqsa. Waumini eh, wa Kiislamu wapatao elfu themanini wasali wa sali Masjidil Aqsa, habari habari kwenye gazeti lako la Zanzibar leo kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina gazeti lako la Zanzibar leo lakini gazeti lako Raia Mwema linyewe bado liko sokoni. E, Raia Mwema mungonankito linaandika Lissu ngoma nzito way mashahidi wakifichwa ibua utata mpya, DPP atupiwa zigo ndani ya miezi kumi na mbili. Lakini kimenuka, CCM wa bunge madiwani viti maalum wa goma. Lakini mnyukano Chadema cha umma hatari na mwenyekiti atuhumiwa kumtwanga mwana kijiji, na habari kwenye gazeti lako Raia Mwema kwenye kurasa za mbele, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Jamhuri lenye kurasa wa mbele linaandika Dr. Chemba azindua e, uwanja wa kisasa hifadhi ya Nyerere. Lakini TCRA ya sajili laini za simu milioni kumi milioni e, mia moja na sita e, nukta tisa. Lakini mpigaji adakwa e, mpigaji adakwa Tundu Lissu, mashahidi shughuli zito lakini maaskofu teki wazuia waumini kuchoma mali hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Jamhuri kwenye kurasa wa mbele. Lakini afya ya Kardinali Pengo ni habari kwenye gazeti lako e, pata nakala yako kwa habari kwa kina e, tukiachana sasa na kurasa mbele za magazeti nchini Tanzania, tuangazie kwenye kurasa za michezo na burudani. Gazeti lako la Mzalendo natuandikia Twiga Stars mzuka umepanda WAFCON, eh, Twiga Stars mzuka umepanda WAFCON lakini hapatoshi mbio kuwania kupanda ligi kuu bara. Lakini kuna habari inayosema simba yanga kuingia kazini. Lakini ishirini na mbili idadi ya pointi alizo nazo yanga katika msimamo wa ligi kuu tanzania bara, na kuna habari inayosema neima kustaafu soka. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la mzalendo kwenye kurasa wa mbele, pate nakala yako kwa habari kwa kinam. Lakini gazeti lako la zanzibar leo lenye linaandika kwenye michezo Simba Yanga Azam hapatoshi ligi kuu leo, lakini Simba yakabidhiwa zawadi ya goli la mama. E, Simba yakabidhiwa zawadi ya goli la mama. Lakini je, kimataifa Arsenal imeweka rihani mbio ubingwa wa ligi kuu yenye bari kwenye gazeti lako la Zanzibar leo, lakini batuangazie kwenye gazeti lako la Mwanaspoti lenye linaandika bari inayosema Clara Ruvanga kutoka kulima hadi kucheza timu ya Cristiano Ronaldo lakini Steve Baka afichua jambo, Simba apotezea dabi ya Kariakoo, lakini Pakome atuliza presha Yanga. E, wakubwa wote mzigoni ligi kuu leo, lakini namba zao ni BLC, mchezo Yudabari kabisa kwenye gazeti lako la Mwanaspoti, kwenye kurasa za michezo patenekale yako kwa habari kwa Kinam. Na gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo